Kiuliza katika maisha ya watu wengi kinacho uh, kilichowaletea watu matokeo mabaya ni swala la ndoto. Ndoto unaota huko makaburini, unaota ndoto unafanya mapenzi kwenye ndoto. Mtu anaota ndoto anafanya mapenzi. Mtu mmoja amenipigia ndoto, akasema mtumishi wa Mungu, nimeota ndoto nafanya mapenzi, maana yake ni nini? Nikamwambia hiyo ndoto ni ndoto mbaya, ni ndoto ambaye tayari sasa imekuingizia alama imekuekea→ alama, majini maaba wanatumia nyota yako, tayari unatumika mahali tayari kuna kitu ambacho hakina akitaka kiongezeka ndani ya maisha. Kwa ni kwa sababu tayari utakapozini tu katika ndoto, kuna kitu cha thamani, kuna lulu inachukuliwa, kuna kitu cha thamani inachukuliwa. Lakini mtu mwingine akaniambia, mtumishi nimeota ndoto, anakimbizwa na ng'ombe. Maana ni roho ya mizimu, roho ya ukoo. Usipokuwa makini, kimsingi ni kwamba lazima utarudi nyumbani usipokuwa makini manake kuna kitu kitapotea kwa hiyo nataka nikushauri wewe unanisikiliza saa hii kupitia Mega FM 92.9 niko mahali hapa sasa na nitakuwa na ibada maalum ibada ambazo zinafanyika siku ya jumatatu kuanzia saa nane lakini pia siku ya jumapili kesho ni saa tatu asubuhi na kuendelea tutakuwa na ibada ya kufunguliwa mtu moja moja, lakini pia kuambiwa au kuelezwa cha tatizo kwa nini huko hivyo livyo. Lakini pia tutakuwa na ibada e, siku ya Jumamosi ambayo ni tunakuwa na ibada saa nane mchana tunaonana na mtu moja moja. Umetoka mikoani au umetoka nje ya nchi, basi itakuwa na ibada maalum ya kushughulikia masuala ya ndoto. Lakini pia tunakuwa na operation nzuri sana kwa kuhakikisha kwamba kama uliibiwa kupitia eneo la ndoto, tunahakikisha tunarejesha, tunahakikisha kwamba tunarejesha. Biblia inasema kwa mkono wa nabii Israeli walitolewa utumwani. Kwa hiyo mimi naamini kabisa utakapochukua hatua na kukanyaga pale madhabahuni, kuna hatua, kuna kitu ambacho Mungu atafanya juu ya maisha yako. Hauna sababu ya kupoteza muda, una sababu ya kukaa kule nyumbani. Hata kama ulikata tamaa, wewe ni mgonjwa, hata ubebwe kodi gari uletwe kanisani, utaamini uta kitakachotokea utakuja kuambia the source of problem. Na ukiambiwa chanzo cha tatizo utashangaa, maisha yako yanabadilika, maisha yako yanakuwa ni maisha mengine, maisha yako yanakuwa ni maisha mapya. Lakini ukikuwa kwa hasara, hmm, hakuna kuchukua hatua, hiyo ni kitu kingine ambacho ni cha hatari, ni hatari sana kuliko hatari nyingine. Kuna ni kitu ambacho hakitakuongezea kitu chochote. Lakini pia kuna mtu anaota ndoto amelazwa hospitalini hii inamaanisha ni roho ya maradhi, roho ya magonjwa. Unaota ndoto umelazwa hospitalini, hiyo ni roho ya maradhi. Lakini pia unaota ndoto unalia bila sababu yoyote, hii inamaanisha ni roho ya huzuni, unalia bila sababu kwenye ndoto. Mtu Jumapili iliyopita, mtu akanijia akaniambia, Prophet, huyu analiaga kwenye ndoto na analia kweli kweli. Hata jana alinipigia mtu mmoja, kaniambia analia kwenye ndoto. Hiyo ni kitu ambacho ni kitu kibaya sana. Lakini pia unaota ndoto umepoteza kiasi cha fedha, hiyo ni ishara mbaya sana. Unaota ndoto unarushiwa mishale, hiyo ni kitu kibaya mno. Lakini unaota ndoto umeng'atwa na wanyama kama siafu, tumeng'atwa na siafu. Pata kesi moja, mtu mmoja amelala akaota ndoto ameng'atwa na siafu, akaruka kwenye kitanda, akaumia kweli kweli kwenye kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna jambo ambalo linafanyika juu ya maisha yake. Lakini pia unaota ndoto unazurura bila yani, unazurura maeneo ambayo si ya kawaida, hizo ni ndoto ambazo ni mbaya sana. Lakini unaota ndoto unavaa uh, nguo zilizochakaa nguo zilizochakaa magunia, una uh, unavaa nguo zilizochakaa nguo zilizochanika chanika, viatu vilivyochanika chanika maisha ma, yani unaota uko mazingira ya ajabu ajabu, hiyo ni ndoto ambayo ni mbaya. Lakini unaota ndoto imefungwa minyororo. Yani, mikono yako imefungwa minyororo, manake huwezi fanikiwa. Unaota ndoto umefungwa gerezani, manake ni kwamba katika ulimwengu wa roho hakuna mahali utaweza kwenda, hakuna chochote kitakachoendelea juu ya maisha yako usipokuwa makini, manake ni anytime, hata ungeambiwa, hata ungepewa pesa ngapi, hata ungepewa vitu gani uweze kufanikiwa kwani, kwa sababu katika ulimwengu wa roho ulikwisha fungwa. Maandiko yanasema kitabu kile cha Yohana, maandiko yanasema kwamba Yesu Kristo akasema Lazaro, lewa atolewe, afunguliwe sanda maana yake ni kwamba katika ulimwengu wa roho yule ndugu alikuwa anamwamini Yesu, lakini ukimwangalia katika ulimwengu wa damu na nyama hawezi miliki, kwani kwa sababu mikono yake imefungwa, miguu yake imefungwa. Kwa hiyo hata wewe ambao umeokoka miaka mingi, una miaka ishirini, una miaka thelathini kwenye okovu, una miaka arobaini kwenye okovu, sababu adui aogopi. Na ukiangalia katika ulimwengu wa roho kati ya kitu ambacho watu tunayachukulia au tunayachukulia ma, kawaida ni roho ya deliverance. Deliverance ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha yetu. Hakuna kitu muhimu katika maisha yetu kama eneo la ukombozi, eneo la kutafsiriwa ndoto, eneo la kuambiwa nini cha kufanya. Ni muhimu sana katika maisha yetu. Lakini mwingine pia anaota ndoto amechanjwa chale. Ah, imekuwa pia hizi kesi zipo nyingi sana. Mtu anaamka asubuhi amechanjwa chale, yaani mwili nzima kakatwa kakatwa kachanwa. Hizo ni ishara ambayo sio sio nzuri. Lakini mtu pia unaota ndoto umepigwa na mtu usiyemjua, usiku wa manane unatandikwa kweli, unapigwa na mtu usiyemjua, ni ishara, ni ndoto ambayo ni, ni, ni mbaya. Unaota ndoto unatembea uchi, eh, inamaanisha shetani amekusudia kabisa kuku kuaibisha na kukushushia heshima au kukunyang'anya heshima au kukuharibia heshima. Kwa hiyo ni muhimu sana uwe makini, uwe makini unapoota ndoto kama hizi. Lakini unaota ndoto unatupiwa mawe, yaani unatupiwa mawe, watu wanakurushia mawe, hiyo ni ishara mbaya sana. Lakini pia unaota ndoto nyingine, ndoto za ajabu kama hizi, uko kwenye mkutano yani, umehudhuria kwenye mkutano na uko na watu usiowajua, yani uko kwenye mkutano unafanya mkutano na watu usio wajua, hiyo ni ishara ambayo ishara ambayo sio nzuri sana, ishara ambayo ina ina, ina, ina, ina, ina matokeo mabaya sana.